Uza, hii ni Jifunze Leo YouTube channel, wala usikose kusubscribe, kushare na kulike hii channel kwa sababu nakuletea masomo kadha wa kadha ya shule ya msingi. Leo tunaenda kujifunza kuhusu vitendawili. Mimi nikukaribishe kwa shangwe kabisa, kwa sababu vitendawili vinakuburudisha, pia vinakuelimisha. Nina vitendawili kama vitano hapa, lakini katika vitendawili hivi nitaenda kuvisoma, alafu nitaacha sekunde kama tano, alafu nikupe nafasi ya wewe kujibu, alafu nitataja jibu. Je, utajiangalia umepata au umekosa na kupata nafasi, lakini swali la mwisho kabisa au mwisho kitakuwa ni wewe utapata nafasi ya kuandika jibu lako kwenye comment, kama utakuwa umepata au hujapata. Kwa yeyote atakayepata kinawdi hicho cha mwisho nitampa zawadi kwenye comment, nitamfuata akishaandika, akipata, na mwandikia umepata, na zawadi yake nitampa hapo hapo okay? Kitendawili cha kwanza kinasema hivi kina miguu miwili lakini hakitembei, kina miguu miwili lakini hakitembei. Je, ni kipi? Je, ni kipi? Fikiri kwa makini usikose njiani, jibu lako ndilo siri ya fumbo. Nasema hivi, ni kiti, kiti. Okay, okay? Okay. Kwenye kitendawili cha pili, kitendawili cha pili kinasema hivi, nina kichwa, sina shingo nina miguu siwezi tembea. Mimi ni nani? Narudia tena, nina kichwa sina shingo, nina miguu siwezi, siwezi tembea. Mimi ni nani? Fikiri kwa makini. Jibu lake ni, ni meza. Jibu lake ni, ni meza. Okay, kitendawili cha tatu kinasema hivi, nilikuwa msituni nikakatwa sasa nawasha moto, nilikuwa msituni nikakatwa sasa nawasha moto, mimi ni nani? Jibu lake hapa ni kuni. Okay, kitendawili cha nne kinasema hivi, jioni naingia bila kubisha hodi, asubuhi natoweka bila kuaga, mimi ni nani? Jioni naingia bila kubisha hodi, asubuhi natoweka bila kuaga, mimi ni nani? Fikiri kwa makini usikose. Yani, jibu la siri ya fumbo, jibu lake ni giza, jibu lake ni giza okay. Kitendawili cha mwisho cha tano, ambacho nitaomba uandike jibu kwenye comment, kama utabata nitakupa zawadi yako, na kama utakosa basi tutarekebishana, tunaweza kwa waliopata kwenye. Wale usiangalizie majibu comment kwanza, ndipo watu kuangelea comment za watu wengine. Kitendawili kinasema hivi: kila mtu hunitumia lakini siwezi sema neno. Kila mtu hunitumia lakini siwezi sema neno. Mimi ni nani? Jibu lako kwenye comment, nitakufuata nikupe zawadi endapo utakuwa umepata. Okay, kwa majina naitwa Pom Gaya, karibu sana, lakini kumbuka kwamba ninafundisha kusoma na kuandika. Wewe ambaye hukupata fursa kujua kusoma na kuandika shule ya msingi, huwezi njo wa njo, nikufundishe kupitia WhatsApp, utaelewa na utajua kusoma na kuandika vizuri kabisa. Na wewe pia unataka kujifunza Kiingereza okay? njoo pia uweze kujifunza Kiingereza kupitia WhatsApp na utaelewa Kiingereza na kuweza kuongea kwa ufasaha kabisa okay. Namba zangu za simu ni 0755 7543 tisini na moja. Karibu sana, subscribe hii chaneli ili uweze kupokea matiro mengine zaidi na zaidi.